Taarifa ya sasa kutoka Chadema imetikisa medani ya siasa nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Tanza Pulse, na kumbuka kusubscribe. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeweka bayana msimamo wake wa kukanusha madai yanayoenea kwa kasi mitandaoni na katika baadhi ya majukwaa ya habari kwamba padri wa Kanisa Katoliki, daktari Charles Kitima ni mwanachama na mfuasi wa chama hicho. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa siku ya leo, chama kimesitiza kuwa daktari Kitima hana uanachama wa Chadema, hajawahi kushiriki shughuli zake za kisiasa, wala kuwakilisha chama kwa namna yoyote. Kauli hiyo imekuja katika kipindi ambacho mjadala kuhusu nafasi ya viongozi wa dini katika masuala ya umma umechukua sura kali, huku upotoshaji wa taarifa ukitajwa kuchochewa na mazingira kisiasa ya kisiasa yanayozidi kuwa nyeti. Chadema kimeeleza kuwa madai hayo si tu hayana msingi, bali pia yanahatarisha heshima ya taasisi za kidini na kujaribu kulivuta kanisa Katoliki katika mvutano wa kisiasa usiohusiana na alo moja kwa moja. Chanzo cha sintofahamu hiyo kimeelezwa kuhusishwa na mjadala inayoibuka baada ya baadhi ya waumini wa kanisa Katoliki Tanzania kuwasilisha malalamiko yao katika uwakilishi wa Vatican. Hatua hiyo, kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya dini na siasa, ilitafsiriwa kimakosa na baadhi ya wachangiaji wa mitandao ya kijamii kama ishara ya ushiriki wa viongozi wa kanisa katika siasa za vyama, hasa upinzani na katika mazingira hayo jina la DK ama Daktari Charles Kikitima lilianza kuhusishwa na chama cha Chadema bila ushahidi wa moja kwa moja. Taarifa ya chama imeeleza kuwa tafsiri hizo ni upotoshaji unaolenga kuchafua taswira ya chama na kuingiza taasisi ya kidini katika mvutano wa kisiasa. Kauli hii inaendana na onyo la wataalamu wa habari kuhusu athari za habari potofu katika jamii zenye mgawanyiko wa kisiasa na katika taarifa yake Chadema kimeweka msimamo kwamba kinaheshimu uhuru wa mchango wa taasisi za kidini katika kujenga maadili, amani na mshikamano wa taifa. Hata hivyo, chama kimesitiza kuwa mchango huo haupaswi kuchukuliwa kama ushiriki wa moja kwa moja katika siasa za vyama. Kauli hii inaakisi mi, misingi ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu moja kenda mia sabini na saba inayolinda uhuru wa dini na kutenganisha shughuli za kisiasa na taasisi za kidini. Kwa mujibu wa Chadema, madai ya kumuuzisha uh, Daktari Kitima na chama ni kielelezo cha changamoto pana ya matumizi ya taarifa zisizothibitishwa katika siasa za kisiasa na kisasa, ambapo mitandao ya kijamii imekuwa uwanja mkuu wa mapambano ya simulizi. BBC News katika mchambuzi wake wa Septemba mwaka jana kuhusu Afrika Mashariki ilionya kuwa habari potofu zinazohusisha dini na siasa zinaweza kuchochea mgawanyiko wa kijamii kwa kasi zaidi kuliko hoja za kisiasa pekee. Hoja ya Chadema pia imegusa mjadala mpana kuhusu mpaka kati ya sauti ya kimaadili na viongozi wa dini na siasa za vyama. Kihistoria, viongozi wa dini chini ya Tanzania wameamua na wamekuwa na nafasi muhimu katika kutoa maoni kuhusu haki, amani na ustawi wa jamii bila kujifunga na chama chochote. Ripoti ya chama cha wanasheria Tanganyika TLS ya mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu ilibainisha kuwa mchango wa taasisi za kidini katika mijadala ya haki za binadamu ni sehemu ya uwajibikaji wa kiraia, si ushindani wa kisiasa na katika muktadha huu kuhusisha maoni au hatua za kimaadili na wanachama wa chama fulani unatazamwa kama jaribio la kupotosha mjadala. Al Jazeera katika makala yake uchambuzi wa Julai mwaka 2024, kuhusu siasa na dini barani Afrika ilieleza kuwa tawala na navi, vyama mara nyingi hutumia mkanganyiko huu kudhoofisha uhalali wa sauti za kukosoa. Chadema kimeonya kuwa kimeendeleza madai yasiyo na uthibitisho kuna chocho ama kuendeleza madai hayo kuna chochea mgawanyiko usio wa lazima na kudhoofisha mshikamano wa kijamii. Chama kimewataka wananchi kutumia busara na subira wanapopokea au kusambaza taarifa zinazohusu watu binafsi au taasisi hasa katika nyakati ambazo joto la kisiasa liko juu. Onyo hilo linaungwa mkono na mtafiti ama tafiti za kitaaluma mtafiti wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Taasisi ya Mafunzo ya Maendeleo mwaka elfu mbili ishirini na nne ulionyesha kuwa habari potofu zinazohusisha taasisi zenye heshima ya kijamii kama makanisa na misikiti zina athari kubwa katika kuunda mitazamo ya umma na zinaweza kuchochea migogoro ya kijamii ikiwa hazitaadhibitiwa. Tanzania imejijengea sifa ya muda mrefu ya mshikamano wa kidini ambapo Wakristo na Waislamu wameishi kwa amani chini ya mfumo wa dola isiyoegemea dini. Hata hivyo, wachambuzi wanasema kuwa katika nyakati za mvutano wa kisiasa kumekuwa na majaribio ya mara kwa mara ya kuingiza taasisi za kidini katika mijadala ya vyama. Human Rights Watch katika ripoti yake ya Afrika Mashariki ya mwaka 2024 ilionyesha kuwa siasa za utambulisho ikiwemo dini Kudofi, ama zinaweza kudhoofisha demokrasia changa ikiwa zitatumia kama silaha ya kisiasa. Ndani ya historia hiyo, kauli ya Chadema inaonekana kama juhudi ya kutenga wazi na mijadala inayoweza kutafsiriwa kama kuvunja mpaka huo nyeti. Chama kimesitiza kuwa dhamira yake ni kufanya siasa za wazi zenye kuheshimu misingi ya demokrasia na kulinda heshima ya taasisi zote za kijamii. Ufafanuzi wa Chadema kuhusu Daktari Charles Kitima una umuhimu unaozidi hoja ya mtu mmoja au chama kimoja. Unagusa kiini cha mjadala kuhusu kweli uwajibikaji wa taarifa na nafasi ya taasisi za dini katika jamii ya kidemokrasia. Na katika enzi ya habari za kasi, ambapo simulizi zinaweza kuundwa na kusambazwa kwa dakika chache, kauli rasmi na uthibitisho vinakuwa ngao muhimu dhidi ya mgawanyiko watanzania kulinda mpaka kati ya dini na siasa za vyama ni sehemu ya kulinda amani na mshikamano wa kitaifa. Kwani wataalamu wa siasa wameonya kuwa vipindi taasisi za kidini zinapovutwa katika mvutano wa vyama bila msingi, imani ya wananchi kwa taasisi hizo hupungua na nafasi ya mafunzo ya kimaadili hupotea. Ufafanuzi huu kwa hiyo si tu kukanusha uvumi, bali ni ukumbusho wa kanuni pana za utawala wa kidemokrasia. Mwisho wa siku, msimamo wa Chadema unaweka wazi kuwa ukweli unapaswa kutangulia hisia na propaganda. Katika mazingira ya kisiasa yanayobadilika kwa kasi, kulinda heshima ya watu binafsi na taasisi, iwe ni chama cha siasa au kanisa, ni nguzo muhimu ya jamii yenye ustahimilivu, na kauli hii inasisitiza kuwa demokrasia imara haijengwi kwa uvumi, bali kwa uwazi, uwajibikaji na kuheshimu ama kuheshimu mipaka ya kila taasisi katika maisha